Hey mambo vipi, karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Katika video hii ya leo, nataka nikakufahamishe kuhusiana na ile website ambayo niliweza kukusogezea katika video iliyopita, ambayo unaweza kuitumia ukadownload course mbalimbali for free kabisa, na utaweza kuwa na professional course ambayo pengine ulihitajika kuweza kulipia, lakini utaipata for free. Natumai umeshaangalia ile video na nimepata maoni kutoka kwa watu wengi wakisema wanashindwa kuweza kudownload hizo kozi kupitia ile website, hawafahamu jinsi ya kuweza kudownload. Sasa leo nimeandaa video hii ili basi niweze kufahamisha jinsi gani utaweza kudownload, so angalia hadi mwisho video hii ili uweze kujua jinsi gani utaweza kutumia website ile kuweza kupata kozi mbali mbali. So kikubwa ambacho nitakwenda kukuonyesha ni hatua kwa hatua jinsi ya kufungua ile website kuweza ku download na kuwa na hiyo course katika kompyuta yako na kuanza basi kujifunza. Kuna changamoto mbalimbali zitajitokeza, nitaonesha jinsi gani ya kuzisolve na kuweza kufika hadi kuweza ku download hizo course. So tote moja kwa moja katika kompyuta na tufungue browser yetu, kama hivi mimi hapa, na tu search website yetu ambayo inaitwa free course site ukiandika. Okay, tu hivi, ukisearch google ita uh, yaleta matokeo mbalimbali, utaingia katika hii website ya kwanza kabisa ambayo inaitwa freecoursesite.com. Utakliki hapa na itaweza kufunguka moja kwa moja, itaingia hadi humu ndani. Kama uh, window defender yako itaweza kublock, kuna wengine waliweza kuweka comment hizo window defender imeblock, huwezi kuingia katika hii website. Unaweza kuja hapa katika sehemu ya search kwenye kompyuta yako, kaandika tu window defender na ukaweza kuingia ndani ya hii Window Defender hapa. Kwa wale wote ambao hamtoweza kuingia moja kwa moja katika hii site, pengine mnaletewa ma zile warning kuambia kwa Window Defender pengine imeblock na vitu kama hivyo, basi uta search Window Defender Firewall, na utakuja uta click hapa katika turn Window Defender Firewall on or off. Ukiklik hapa, tayari sasa hivi ipo on Window Defender ya kwangu katika kompyuta, na kwako itakuwa ni hivyo hivyo, so utakuja uta turn Off hapa Window Defender Firewall. Okay, so baada ya hapo utakuja katika browser utaweza kusearch tena free site freecoursesite.com ama utarefresh, na itaweza kukuleta moja kwa moja katika hii website yetu ambayo tutakwenda kuitumia kudownload uh, kozi miongoni mwa kozi fulani ambazo tutaoneshana mfano wa kudownload kupitia website hii. So baada ya kuweza kufanya hivyo, unaweza pia ukarudi uka turn on Windows Defender ukaendelea na kazi zako, haina shida yoyote. Una just ni ku turn off na kuweza ku refresh ku search website hii. Baada ya hapo unaweza ku turn on na ukaendelea. So baada ya kufunguka website hii, nadhani nitakuwa nimeweza ku solve changamoto, miongoni mwa changamoto ambazo watu wamekutana nazo, firewall kuweza ku dhibiti uh, hii website kuto kufunguka kwa, unaweza kufanya njia hiyo ambayo nimetoka kukwambia. Lakini baada ya kufika hapa, utaangalia kozi ambayo unaihitaji. Kuna kozi nyingi sana. Kwa mfano, wacha mimi nichague chague category hapa. Kwa wale ambao wanahitaji kujifunza uh, graphic design, let's say kwa utakuja utaklik mfano katika hii design, okay, na utaletewa hapa kozi ambazo zinahusiana na graphic design. Kuna complete web design from Figma. Kama unahitaji kujifunza Figma uh, wale watu wa UX na uh, UA uh, user experience na user tunasema interface, so, wale ambao wana design. Lakini kuna ultimate Photoshop training from beginners, unahitaji kujifunza uh, uh, Photoshop, kuna hii course hapa unaweza kudownload ultimate drawing course kwa wale wachoraji, unahitaji kuongeza uwezo uh, wako wa kuchora. Kuna technique mbalimbali unaweza kuzipata katika kozi hii uh, Complete Blender Creator Learn 3D Modeling for Beginners unaweza ku download hii uh, kozi ya Blender. Kuna hii ya Photoshop. Sasa hapa mimi nitachagua moja, mfano hii hapa Complete Blender Creator Learn 3D Modeling for Beginners, nita click hapa, kozi yoyote. Ndivyo hivi ambavyo uta download, kwa uta click hiyo kozi, utaingia hapa, kuna maelezo kuhusiana na utakapojifunza requirement kinahitajika nini na nini kuweza kutumia katika kozi hii uta, utasoma hapa maelezo, kuna maelezo ya kutosha. Baada ya hapo, utashuka chini, kuna maelezo size ya hii kozi utaona ha, lakini pia kuna hizi linki, kuna linki ya Google Drive links, kuna hizi ambazo ni torrent kwa sisi, tutakwenda na Google Drive links ambazo ziko tatu. Utatakiwa kudownload zote hizi kwao, utaanza ya kwanza ambayo ni hii download part 1. Click. Utaona itafunguka kama hivi peji nyingine, I mean, tab nyingine katika hii browser yako. Kwa acha hivyo hivyo ifunguke, na baada ya hapo utashuka chini, utaona kuna link I mean kuna button hii hapa inasomeka click to verify, uta click katika hii button. Angalia hizo hatua ambazo nakuonyesha, ili basi uweze kufaidika na hii website ambayo inakupatia free course. Na ni professional course kabisa ambazo watu wanalipia huko mfano Udemy, Coursera, lakini watu weza kuzipata for free katika website hii. Baada ya ku click pale utaletwa tena huku, uta click hapa generate link. So baada ya hapo ita count sekunde kumi. Ikimaliza itakuhitaji uweze ku click tena hapa hii button ya kijani. Utakapoingia katika hizi page kikubwa ambacho tutakiwa utafute ni hizi button za kijani. So tayari download itakuleta huku sasa katika tabu nyingine inayoonekana kama hivi. Natumai wengi wenu mmefika mpaka sehemu hii. Baada ya kufika hapa, utaweka hapa tick I'm not a robot. Wewe sio robot, uta tick. Itakuhitaji kuweza kuchunguza kweli wewe sio robot, kwa hiyo hapo utachagua motorcycles, utachagua hapa, uta click, uta verify kama wamekubaliana na, na wewe umepatia, basi watajua kuwa wewe sio robot na tayari kuendelea. So uta click hapa katika hii button ya rangi ya blue ambayo inasomeka uta click here to continue. So, uta click baada ya hapo, ita count sekunde tano, utasubiria. Baada ya kuweza kumaliza uta click hapa Get link. Itaweza kufunguka peji inayofuata baada ya ku click Get link, so kwa vile wewe ni mara yako ya kwanza kuweza kutumia hii FreeCourseSite itakuhitaji kuna uh, mistari uweze kuyakopi na kuyapaste ili basi kutumia Google Drive yako kuweza kudownload hizi kozi, kwa sababu hizi kozi utadownload kwa kupitia katika Google Drive yako. Kwa hiyo moja kwa moja, acha tuisubiria ikiwa inafunguka hapa. tutaweza kuconnect na Google account yetu ili basi tutumie Google Drive yetu. So, kama hivi ambavyo unaona tayari imefunguka sehemu hii kozi yetu kuju Complete Blender Creator Learn 3D Modeling for Beginners part 1. Kwa baada ya kufika hapa, utakuja utakliki hapa katika, uh, Google Drive download play 4GB, okay, utaklik hapa Google Drive, download. Okay, hii imetuleta sipo kwa sababu inakuwa na matangazo, muda mwingine unatakiwa makini, hakikisha mpaka inaweza kudownload. Kufungulia tab kama hizo unazicancel hadi utakapoweza kuklik hapa. Sasa hivi siwezi kuklik, lakini nitakapoweza kuklik itanionyesha. Unaona sasa hivi inapiga weupe huu, ikimaanisha sasa hivi, sasa nina uwezo wa kuklik na, na ikanipeleka. Lakini ukikaa kidogo, inakuwa inachukua inakuondoa na kukupeleka katika matangazo, inakudirect sehemu fulani. Kwa hiyo utakubidi uweze kuklik na kufunga hizi tabu, hadi utakapokuwa na uwezo wa kuklik hapa, kwa kuja ile highlight nyeupe kama hivi. Na ukidelay inakuwa inaondoka, umeona inaondoka. Kwa hiyo unafunga hizi tabu unakuja hapo na click sasa hivi nimeiwahi tayari, imenileta hapa click here to get login code. Kwa vile ndio mara ya kwanza kuingia katika hii website, kwa tuta click here hapa kwa ajili ya kupata hizi login code, itatugeneratea login code. Lakini kwanza itatuhitaji tuweze kuconnect na Google account yetu, ili kuweza kupata ile Google Drive ya kuweza kuvuta basi hiyo kozi katika Google Drive yetu na kudownload. So chagua akaunti ambayo unaitumia katika Google account yako. Kwa mimi hapa nita click tu hapa, ni rahisi sana. Baada ya hapo nita continue. Baada ya kucontinue itakuleta sehemu kama hii hapa ambayo unaiona na hapo utahitajika kuweza kukopi kuanzia hapa kwenye http, utakopi kuanzia hapa mpaka hapa mwisho katika neno hili linalosomeka drive, uta highlight uta select then uta control c kuweza kukopi. Utarudi zako hapa uta paste hapa ile ambacho umekikopi huku, then uta submit code. Kama unavyoona itakuleta moja kwa moja sasa huku katika drive, na tayari drive yako inapatikana hapa. Ukiangalia hii dashboard GB15 ndio drive yako, kwa hiyo una uwezo wa kuitumia na drive yako. Kama iko full, itakubidi uweze kupunguza baadhi ya vitu, ili basi ziweze kuja hizo file folder ambazo unahitaji kuzichukua kutoka katika ile course. So baada ya kufika hapa, kwa vile ndo mara ya kwanza tuna connect hii website na Google Drive yetu kwa ajili ya kudownload hizo course, itatubidi turudi tena hapa nyuma katika tabu hii na kuja kuweza kuklik tena katika hii download hapa, ili basi tuweze kwenda sasa moja kwa moja na ukiklik utaambua bad request. Sio mbaya, wacha turudi mwanzoni kabisa. Kwa hiyo wacha tuweze kurudi nyuma, inatuambia tayari imesha Canceled, hii link ambayo tulikuwa tunaenda nayo kwa, wacha turudi huku nyuma katika kozi zetu, wacha turudi hapa tuanze kwa ku click download part 1, kwa, kwa vile tayari tumesha connect sasa, Google Drive yetu na hii website, basi tayari tutakwenda moja kwa moja sasa hivi haina haja ya kuweza ku code tena zile, uh, kuchukua tena zile kodi na kuweza kusubmit pale kwa click to verify, tuta click hizi button rangi ya kijani hapa, then tutaisubiria account imalize sekunde kumi, tuta click tena hapa katika hii button ya kuweza ku generate link, kwa sababu ile ya mwanzo ilikuwa ya tayari imeshaisha link ya mwanzo. Kwa hiyo tumerudia tena, kwa vile tayari tumesha connect hatotuweza kuganda sehemu hivi. Sasa moja kwa moja tutakwenda na tutaweza ku download, so uta click hapa katika hii download, tafunguka tabu ya pembeni, ni zile zile step ambazo tulizipita mwanzoni. Utahitajika kuweza ku verify kama wewe sio robot, uta select kile ambacho unatakiwa select, uta click katika hii button, click here to continue. Then utakwenda utasubiria account sekunde tano ili uweze basi kwenda ku download hiyo course. Kwa get link uta click hapa just unakwenda na hizi button rangi ya kijani ambazo nazi click na kuonyesha mimi hapa. So hapa sasa tayari itafungua kama unavyoona mimi tayari Google account yangu ipo connected, inasoma huko juu jina Mohamed Hafidh. Na tumeconnect kwa njia ile ambayo nimekuonyesha awali kuweza kuchukua ile kodi ambayo unatakiwa uipaste pale uisubmit, alafu then baada ya hapo uta click hapa katika Google Drive. Nimekwambia sehemu hii inakuwa inaku direct mahali ambapo sio sahihi. Kwa hiyo unapo click na kuku direct katika tabu nyingine, hakikisha unafunga hiyo tabu, unarudi, una uwezo wa una una click tena, na ikakupeleka kuweza ku download hiyo course hiyo folder ambayo umeenda kuchukua. So itakupeleka tena mbele hapa, ita generate download link ambao ni hii course yetu tunayohitaji kuweza ku kwe download complete blender creator learn 3D modeling for beginners ambao ni part 1. Na zile part nyingine hizi ambazo unaziona hapo unazi download kwa njia hii hii ambayo nimekuonyesha. Okay, acha nirudi katika tabu yangu hapa. Tayari hapa na ukiklik itaku redirect sehemu nyingine. Hakikisha unafunga hizi tabu zinazofunguka hadi utakapokuwa na uwezo wa kuweza kuklik kama hivi na kuletea highlight nyeupe kionesha. Hasa sasa, hapo una uwezo wa kuklik katika hiyo uh, button ya kudownload okay? Kwa mimi nita download GB4 kuweza kupata hii folder ya part 1 ya kozi hii ya Blender. So baada ya hapo kama hivi ambavyo unaona itafungukia hapa, there is a problem with the preview ina shida katika kuweza kuona zile faili zilizomo katika ile folder. Hakuna shida, mimi nahitaji ku download moja kwa moja, utaklik katika hii download button rangi ya blue na moja kwa moja itakuleta hapa, Google Drive cannot scan this file for viruses. Sawa, download anyway, kwa sababu ni folder kubwa sana, kwa Google Drive inakuwa inashindwa kuweza kuscan. Na baada hapo, utaona inaanza kuingia huku, hii hapa freecoursesite.com udemy course Uh, complete blender, creator, learn 3D. Hii course inapatikana katika Udemy, unaweza kwenda kui search ile jina ukaona ni ya kulipia kabisa, ukaona amount ambayo unahitajika kulipia, lakini unaweza kuipata for free ukaweza kuanza kuitumia. So hapo utasubiria hadi itakapomaliza, okay. Itakapomaliza, kwa sababu hapa tayari inaingia katika kompyuta yako, kwa hapa ita download. Kama uh, speed ya internet yako iko vizuri, basi itaweza kuingia kwa haraka na baada ya hapo utaweza kwenda kuiangalia katika uh, download yako, unaona inaingia hapa. Kwa hiyo utaisubiria hadi itakapomaliza. So mimi wacha niweze kuisubiria itakapomaliza niweze kufungua, lakini naona interneti yangu speed ni ndogo, itachukua muda kidogo kuweza kuisubiria. Wacha nikuoneshe baadhi ya kozi ambazo nilizidownload katika hii website ili uoni basi inavyokuwa na niweze ku-unzip, na kuweza kukuonyesha jinsi gani ambavyo zinapangika zile folder mule ndani video mbalimbali mbali, na kuweza kuanza kujifunza. So hiyo wacha tuweze kuiacha ingie huku, lakini mimi nikuonyeshe uh, nyingine ambayo tayari niliwahi kuichukua kua katika kompyuta yangu so kompyuta yangu kozi, wacha nije katika uh, drive hii hapa na hapa kuna kozi ambayo tunaweza kuipata ya yeah. Okay. Uh, sorry, sorry, y sorry. K koz, kozes hapa kama unavyoona hizi ni miongoni mwa kozi ambazo niliwahi kuzichukua. Okay. Ukiangalia hapa kozi hizi zinatoka katika Free Course Site, ndio hii ambayo nimekuonyesha hapa, tunafahamishana jinsi ya kudownload. Hizi kozi zote zinatoka katika site hiyo. Hizi downloads zinakuwa kama hivi, zinakuwa katika zip folder, so itakuhitaji kuweza kuunzip. So kuweza kuunzip, unakuja katika hiyo uh, folder yako kama unatumia WinRAR, una right click. unakuja katika WinRAR, una click hapa katika extract here ama extract to. una extract hapa kama hii, huku juu nimeweza ku extract Adobe Photoshop CC Essential Training Course free course site, ndipo ambapo nime download course hii. So, nikiingia hapa, hii hapa. Unaona hii hapa. Imepangana, folder imepangiliwa vizuri tu. Unaanza getting started, exercise file, Photoshop essential. Unaweza kuclick hapa ukaona kuna video mbalimbali mbali. Kuna subtitle, unaona video introduction hii, unaweza uh, video hii hapa before you start. Kwa hiyo unaweza kuingia katika folder hili, ukajifunza layers. Let's say, kuna video hizi hapa Unaziangalia, zinakufundisha kuna mtu ambaye anafundisha, unaweza kujifunza kwa vitendo kabisa na kuweza kufanya ukiwa katika photoshop yako. Hizi ni baadhi ya kozi ambazo niliweza kuzidownload huko nyuma na kuweza kuzipitia na kujifunza. So nawe wewe unaweza kufanya hivyo. Unaona kuna kozi hizi kadhaa ambazo nimezidownload hapa. Kuna hii ambayo ni Adobe Photoshop ambayo ishakuwa unzip hapa, ilikuwa uh, ni okay, hapa haipo. Nadhani nimeshaifuta ile zipped file folder kwa sababu tayari nimesha unzip na tayari nipo nayo. Kwa hivyo ndivyo ambavyo utapata hii zip folder na kuweza ku unzip na kuona kilichomo humo ndani course nzima uh, file I mean folder moja kunda jingine so, utaanza kujifunza. Hapa sitoweza kusubiria hadi malize, internet yangu ipo slow kidogo. Uko nadhani hizi, kwa wewe huko nadhani utakuwa umeona hizi njia za kuweza kudownload download hizi course mbalimbali ambazo zinapatikana katika hii site ya free Course site, ambazo ni course zinazopatikana Udemy kwa kulipia, lakini utaweza kuzipata huku. Una click part 1 una download, una una click part 2 una download, part 3 una download kama hivi ambavyo nimekuelekeza. So kama utashindwa sehemu, utakwama sehemu nyingine, niambie katika sehemu ya comment hapo, ili basi tuje kuweza kutatua changamoto ambazo utakutana nazo, ama kama kuna umuhimu wa kuja kurudia tena hizi hatua kwa kupitia mfano wa course nyingine kama ni web development ama language fulani kuweza kudownload, tutakuja kufahamishana. Lakini hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia seti hii. Kuna muda inakuwa inakuredirect katika sehemu nyingine, unatakiwa ufunge zile tabu na kujaribu tena huku mpaka itakapokubali. Lakini pia zile hatua za awali za kuweza kuconnect Google Drive yako na hii free website.com ili basi uweze kuvuta hizi folder katika Google Drive yako na kuweza kudownload. Sina la ziada katika video hii. Jaribu huko, utakapokwama, utakapokuwa na shida yoyote, basi utaniambia katika sehemu ya comment ya video hii. Like video hii, una jambo lolote ambalo unahitaji uweze kupata msaada, basi usisite kuweza kushare katika sehemu ya comment, tuweze kusaidiana vitu kama hivi. Anza sasa kuweza kudownload kozi hizi na uanze safari yako ya kuwa yule ambaye unahitaji kuwa. Asante sana, tukutane wakati mwingine katika video nyingine zinazofuata. Hakikisha umeshare na ndugu na marafiki, ili nao wapate kujifunza jinsi gani ya kupata kozi mbalimbali mbali ambazo wanaweza kuzitumia na kujifunza mambo tofauti tofauti. Like video hii, share na ndugu na marafiki vilevile vile, kwa wale ambao hamja subscribe, hakikisha uondoke bila kusubscribe katika channel yetu ya YouTube ili basi tuweze kuwa pamoja katika safari hii ya kujifunza. Asante sana.